Hey guys, mambo vipi? It's me again, Bongo Information Technology. Okay, niliwahi kutengeneza video ambayo nilikuwa nafundisha jinsi ambavyo unaweza ukajua na kumwondoa aliye haki akaunti yako ya Facebook. Basi ni video ambayo ipo kwenye chaneli yetu hii ya Bongo Information Technology. Lakini kuna watu ambao hawakunielewa vizuri akiwemo huyu hapa chini ambaye alijaribu kutuma comment hii hapa ambaye hapo analalamika kwamba yeye amemwondoa lakini baadaye anarudi tena. Nini akifanya? Iko hivi moja, nikufundishe kitu kimoja ndugu yangu mtazamaji, na unanisikiliza kwa makini sana, usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama kengele, pia kushare video hii hapa kwa watu wenzako, ili waweze kujifunza mambo kama haya hapa. Itambuka kwamba kuna njia nyingi ambazo unaweza ukasababisha wewe mwenyewe hizo njia ukizisababisha wewe mwenyewe, basi akaunti yako itaendelea kudukuliwa. Nini ukifanye ili usidukuliwe kwenye akaunti yako? Cha kwanza kabisa, nenda Play Store, ingia Play Store, hakikisha unaingia Play Store, una download application yoyote ile. Sasa mi nakupa application hii hapa. Nikisema application yoyote, na maanisha kwamba application yoyote ile inayohusiana na mambo ya VPN mimi natumiaga Thunder. Downloadi Thunder VPN ni application moja hivi ambayo inaonekana kama hivi. Sawa. Ama downloadi VPN yoyote ile ambayo kwako unaitumia. Kwa nini nakuambia utumie VPN? Ni kwa sababu VPN ina faida zifuatazo. Faida namba moja, yenyewe huwa inakuepusha wewe kuweza kudukuliwa akaunti yako, kwani VPN asilimia kubwa huwa zina zinakuwa zina na usili katika matumizi yako ya, ya simu si ndio? Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa uwe nacho kwenye simu, kama ukisha download VPN, download kitu kinaitwa kinaitwa andika Play Store, AVG antivirus AVG ama AVG antivirus. Hii ni application ambayo wewe itakusaidia. Ni hapo inaonekana iko updated na ni 2025. Kwa nini nimekuambia hiyo application? Hii application ni nzuri kwa sababu faida namba moja ya hii application yenyewe, kama endapo utagusa website yoyote ile pasina ridhaa yako ama pasina wewe kujua kama hiyo website ni mbaya, basi hii antivirus kwako ita detect na itakuzuia kwamba hicho kitu ni kibaya ama endapo ukidownload video ama ukidownload application kama hiyo application ina contain vitu vibaya, basi ukiwa na hiyo AVG antivirus hautaweza kupata tatizo lolote. Kwa hiyo nazungumzia, turudi kule kule kwenye upande wa kuhakiwa na kuingiliwa kwenye account, asilimia kubwa mahackers wanatumia vilinki vidogo vidogo, vidogo ambavyo wanaweza kukutumia kutumia wewe Aidha, hizo link zinakuwa zimewekwa vishawishi kwa juu. Mfano unakuta kuna link yes, baadhi ya link, ngoja nikutafutie link, mfano wa link fulani hivi, ili ukuonyeshe vizuri, twende kwa usambamba. Mwisho wa video hii hapa nitakuonesha hiyo picha ama meseji ya hizo link. Unakuta hizo link ambazo zinakuwa zime contain vishawishi, ukizozigusa hizo link, basi link hizo zinakupeleka sehemu ambayo inaganda mibi inakuja sehemu nyeupe ambayo inakuwa ni empty na haunashindwa wewe kujua imekupeleka wapi. Kumbe hiyo inakuwa ni linki ambayo ukiigusa basi unakuwa umeruhusu wewe akaunti yako idukuliwe, si tumeelewana? Kwa hiyo dada yangu ama kaka yangu, ambaye unanitizama ama unaitizama video hii hapa, hakikisha Sio kila linki unayotumiwa unaigusa. Ndo maana nikasemaje, kama umegusa kwa bahati mbaya, before hiyo linki kulani, AVG antivirus nayo nayokuonyesha hapa yenyewe, inaweza ikadetekti mapema kwamba hiyo linki uliogusa ina madhara. Mfano, tukigusa hapa palikuandikwa open, tunaifungua antivirus hivi ifungua ukiangalia, naweza nika clean vitu ama automatic scan ama nika scan. Kuna hack, kuna kitu kinaitwa hackers aka kadude, ikitokea hata mtu amehakia ya simu yako am akahi ni simu yako, kama umeshaisajili na hii hapa, AVG antivirus yenyewe automatically huwa inafanyeje? huwa ina detect na inakutumia ujumbe kwamba ama kuna mtu ambaye yuko behind anajaribu kudukua ama kuhaki mfumo wako mzima wa simu. Kuna madhara mengi ambapo mtu akiweza kuhaki account yako. Sisi tumeelewana, mfano ukiangalia, yes, yes, ukiangalia kama unavyoona email iko hivo, hiyo ni email ambayo mimi ni ya kwangu. Na ukishajisajili wewe mwenyewe utaweka email yako. Hiyo ni email ya kwangu, nimeizuia hivyo kwa sababu sio kila mtu anafaa kuona email ambayo ni ya kwangu. Sio kila mtu anafaa kuiona hiyo email, lakini hii ni, ni, ni katika sehemu ambayo inakuonyesha kwamba hack alert enter your email to see if password have been leaked. Hii inamaana kwamba ukishaweka ukishaweka hii email inamaanisha kwamba email yako itaonyesha kama email hiyo, yes, itaonyesha kama email hiyo imeshagawiwa. Hapa ni kama password yake washaigawa. Ukigusa hiyo email, tumeigusa hivi and then, tunaenda kwa liko andikwa check again. Inamaana juu kuna email yako, nimezuia wewe tu kuiona, ni ya kwangu and then hapa chini kuna kitu kimeandikwa check in. Ukipagusa hapo ninakuwa naenda kuskani, nienze kujua simu yangu ama email yangu imehakiwa na nani ama password ya email yangu. As we see hapa, nje wamekuambia kwamba yes, wamekuelezea kwamba enter your email, sawa, to see if your password has been leaked. Hii inamaanisha kwamba wanataka kuangalia email yako kama imeweza kufanyaje kudukuliwa. Hii inasaidia sana. Kwa hiyo ukishafika hapo, una skani kama mara kwanza nilivyokuambia. Ukisha skani ukiona hamna chochote unatoka. Hii ndio faida ya kutumia hii kitu. Vile vilevile, unawezota ukapunguza kwa, uka uka storage kwa mfumo huu katika upande wa junk. Bila shaka kila mmoja anajua hicho kitu kuo, nahisi hapo tunakuwa tumeelewana. Hii ni nini hii? Inasaidia kuepuka mambo mengi sana, kwa hakikisha sio kila linki unaotumiwa wewe unaigusa, sio kila application unaambiwa download wewe una download, sio kila website ambayo unaiona wewe unaingia. Cha msingi tu, nimekwambia vitu vya muhimu kujua. Hakikisha kama unajua unataka kutumia vitu ambavyo pengine hauvijui wewe na unashawishika tu ni be, ani ni vyema ukawasha VPN, kwani VPN inasaidia sana katika upande mwingi, hasa kwenye sasha social media hizi. Mfano, unataka uguo kitu fulani, hicho kitu ni haramu, lakini ukitumia VPN, pengine inaweza kusaidia kuweza kufika ambapo wewe ulikuwa una mpahitaji. hii hapa ni Bongo Information Technology. Sasa naisi dada yangu ama kaka yangu, utakuwa umenielewa. Usisahau kushare video hii kwa marafiki zako ambao wana tabia ya kugusagusa linki za watu ambazo zinakuwa haziwahusu. Well, ukitoka hapo ndani ya hii application mambo mengi sana, hata kwenye home unaona kuna pia, unaweza ukaskani wifi kama ipo, unaona unaweza ukapokea hata kasema hata message hmm. Kuna account ya you can see, unaona kwa mambo mengi hapo kwenye hii application. Kwa hiyo pia unaweza kaskani simu nzima hapa hivi kama nilivyo kuonesha hapo, nakua unaskani simu yote ambayo ni ya kwako, uweze kuangalia ni kitu gani ambacho kimedetected hapa ambacho ni kina kina madhara. Una wait mpaka hapa pafike asilimia mia, mia. si kisifika asilimia mia basi, utaweza kugundua simu yako ina tatizo gani ama haina tatizo. Usisahau kwamba hii ni Bongo Information Technology, bila kusahau pia kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele, ili kusudi video kama hizi hapa zi zinatoka uwe unaziona hizi. Video nazitoa bure sana, na ninafundisha nafundisha. Komenti chini unatamani ujue nini, ili kusudi siku ambayo nitaona komenti hiyo basi nitakutengenezea kitu ambacho wewe umekihitaji. Ziko video nyingi ambazo nitaziweka hivi karibuni zenye mafunzo ya vitu vya muhimu sana katika upande wa simu teknolojia. Usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Kama hapo hivi, unaonyesha kabisa kwamba noko hakuna chochote ambacho kimepatikana baada ya kukamilisha mzunguko wa asilimia mia, mia. Baada ya hapo tagusa next step. Step inayofuata una scan nini? Una scan three advanced issues found. Unaona bisa kwamba hii imeweza kudetect vitu vitatu, cha kwanza ni no sensitive apps locked, kwamba lock sensitive apps with app lock for more privacy. Ina maana kwamba hii simu yangu asilimia kubwa, kuna baadhi ya sensitive apps zile simeje, ili tuelewane, yani zile application muhimu nyeti hazijaweza kulokiwa, natakiwa nizisetie password ili kusudi niweze kutunza vitu vyangu vya siri okay. It should be exposed to malicious websites. Kwamba natakiwa niweze ni, ni kuruhusu Yeah, then enable scam protection to get alert before you tap dangerous link. As you see, hiki kitu ndio nilikuwa nakizungumzia kwamba unatakiwa uweze ku enable scam protection, yani niweze ku, -ku protect wizi to get alert, kwamba niweze ku protect wizi, yani niweze kujilinda dhidi ya wizi, niweze kupata taarifa ama niweze kupata information ama nipate uh, ujumbe mapema kabla E, sijapata ile linki ama sijaigusa ile linki ambayo nimetumiwa, kwa kuna baadhi ya linki ukitumiwa before hizo linki kuzigusa, simu yako itakuambia kwamba hiyo linki uliogusa uziotumiwa basi sio nzuri, sio umeelewana. Alafu pia juu pale kuna kitu ambacho ni cha mwisho kinaitwa this device is not scanned regularly, kwamba hii haijaskaniwa automatically, kwa ntatakiwa niweze ku enable automatic scan to set scan screen hii na inatakiwa ni ni, ni ni upgrade. Una upgrade je, ina maana kwamba unaangalia eh? Yeah, unatakiwa uscan iwe ni automatic. Nitakufundisha, nitakufundisha. Ukifuatilia hapa chini, kuna vitu vingi, kuna skip now na kuna resolve. Resolve ukizo kwenye resolve, itakubidi utaomba hela, lakini hii ni zile huduma ambazo bila shaka ukiangalia nyuma zinakuwa zina kufuli, si ndio? Unatakiwa uweze kuzi upgrade kuzi upgrade. Sasa hii ni Bongo Information Technology, usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele. Vitu tutakafuata, nitakufundisha mengi zaidi. Asante.